Na familia mia mbili zinahangaika baada ya kubomolewa nyumba zao katika eneo la Gazi lililoko katika kaunti ya Kwale, Msambweni. Tukio hili limetokea ghafla na limewaacha wakazi wengi wakiwa na huzuni na wasiwasi, kwani nyumba zao zimeharibiwa kabisa na wengi wao hawana mahali pa kukaa. Tunalilia serikali ituangalie hii haki. Kwa nini sisi tudhulumiwe? Sisi sio Wakenya? Sisi haki yetu iko wapi? Serikali imeweza kutupatia ardhi ya ekari mia tatu na sita ili kuweza kuifaidi sisi kama wakaazi wa Gazi, lakini wenzetu kwa ubaguzi na ubinafsi wao wameweza kututenga ili wafaidi wao, kama wao waweze kutuvunjia, wakituambia tuende makwetu hatuwezi kuishi namna hii leo watu wote wako nyumbani wa, wa, watoto wametawanyika wame sasa tu mvua hii tutakwenda wapi hii si serikali bwana kama ni hivyo afadhali watu wote wakufe sisi hatuna senata hatuna gavana hatuna kansela hatuna mbunge we are fed up we are fed up we are tired we coastal people we are tired this is historical injustice imeanza na ngala akaja maidha watu wanauliwa First World War ilikuja kwa sababu ya land. Tunatingishwa kama vile wanaona sijui ni nini, tunatingishwa tu kila siku, kufungiwa manyumba kila siku. Wakati tunafungiwa nyumba sisi twauliza hivi, tumefungiwa nyumba, tuende wapi? Watoto wetu wanakatwa na mapanga, watu wamekodishwa huko nao wakubwa. Sisi tunaomba kwamba serikali yaangalie kati na ituangalie vizuri, maana sisi hapa hatutoki, tuko na tutakuwepo kila siku.